Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TVE Habari na sasa tuungane na Nezia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari, FCC kulinda masoko dhidi ya vitendo vya kibiashara vinavyofifisha ushindani. Asante sana Sofia. Amani na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo, tunaelezwa kuwa Tanzania ikiungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha Siku ya Ushindani Duniani tarehe 5 Disemba 2025. Tume ya Ushindani fcc imeweka mkazo mpya katika kulinda masoko dhidi ya vitendo vya kibiashara vinavyofifisha ushindani, hatua inayolenga kuimarisha mazingira ya biashara, kuvutia uwekezaji na kulinda maslahi ya watumiaji nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi mkuu wa FCC Hadija Ngasongo amesema kauli mbiu mwaka huu akilibandia kwa watumiaji na sera ya ushindani inaonyesha umuhimu wa kuangalia kwa makini mchango wa teknolojia katika kukuza uchumi, huku akibainisha pia changamoto mpya zinazoweza kuathiri ushindani wa haki katika masoko. Katika kuhakikisha kuna kuwa na ushindani wa haki, FCC pamoja na mambo mengine hushiriki katika kuzuia ma, moja kuzuia makubaliano yanayofifisha ushindani baina ya washindani, kwa mfano upangaji bei usiofaa ama kushusha bei kupita kiasi ili kuua ushindani. Lakini pili, kuzuia matumizi mabaya ya nguvu ya soko, ikiwemo vitendo vyote vinavyolenga kutumia nguvu ya soko kama kuzuizi, kama kizuizi dhidi ya washirika wengine ama wapya katika biashara ama katika utoaji wa huduma kwa kutumia mbinu kandamizi zinazolenga ama kuengua au kuwadidimiza washindani wengine wa katika biashara, kwa mfano kuzuia upatikanaji wa soko ama kuweka mbinu zisizo sahihi na haki za biashara, kufanya kila washindani eh, e, wasiweze kushindana kwa, kwa, kwa, kwa kutumia nguvu ya soko. Ngasongo amesema mashindano haya yanalenga kuongeza uelewa kwa umma kuhusu wajibu wa FCC katika kusimamia sheria ya ushindani pamoja na kuhamasisha wadau wa biashara kuzingatia misingi ya ushindani wa haki ili kuchochea ukuaji wa uchumi jumuishi na endelevu. Akifafanua chimbuko la maadhimisho hayo, amesema Siku ya Ushindani Duniani ilianzishwa kufuatia uamuzi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Disemba 5 mwaka 1980 lilipochapisha kanuni za kudhibiti vitendo vinavyofifisha ushindani maarufu kama the UN set, ambazo ndizo msingi wa sera na sheria za ushindani duniani kote. Imeelezwa kuwa kuimarika kwa soko la mawasiliano pamoja na huduma za kifedha nchini kumechangia ukuaji wa asilimia kumi kwa kampuni ya Mix, huku kampuni hiyo ikiongeza miamala kwa asilimia ishirini na tano ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kuzindua kampeni ya kuwawezesha fedha watumiaji mawakala na wafanyabiashara wanaotumia miamala ya simu kwa njia ya Mix, afisa mtendaji mkuu wa Mix Angelika Pesha amesema ukuaji huo umeifanya kampuni ya Yas na Mix kuchangia katika ukuaji wa ujumuishi wa kifedha nchini Tanzania. Pesha amesema kupitia kampeni mpya ya magifti ya Mix pesa wamejipanga kutoa fedha kama chachu kwa watumiaji wa miamala ya simu ikiwa ni katika kuendeleza jitihada za kutanua wigo wa huduma jumuishi za kifedha hasa kupitia simu za mkononi. Dhamira yetu ni kuhakikisha kila Mtanzania anafikiwa na huduma za kifedha, ndio maana tunaendelea kuhakikisha tunafanya investment kufika kila kona ya nchi hii. Tunafahamu tumefanya investment uh, kufikisha huduma zetu 4G nchi nzima na 5G katika miji uh, mikubwa na kuhakikisha mawakala wanapatikana. Tuna mawakala zaidi ya laki mbili na nusu nchi nzima, kuhakikisha wafanyabiashara wanatumia huduma zetu walipa kwa simu na kuleta huduma zaidi, ili kuhakikisha tunakidhi mahitaji ya wateja wetu. Huduma za mikopo, huduma za uh, malipo ni vitu ambavyo wateja wetu wanahitaji kwa hiyo tunavyoendelea kukua tunaendelea kuangalia mahitaji ya wateja wetu, wanahitaji nini. Kwa upande wake James Sumari, mkurugenzi wa biashara kutoka Mix, amesema licha ya ukuaji huu asilimia kumi, pia wamekuwa na ongezeko la miamala takribani milioni tatu kila siku, huku akiongeza wafanyabiashara wanaotumia lipa namba pamoja na huduma zingine ikiwemo ya mikopo. Hii ni kuonyesha tu dhamira yetu ya kuendelea kuonyesha uh, wateja na wadau mbalimbali kwa ujumla kwamba Mix ndio mshirika wa wa kifedha eh, wa na, tu, uh, vitu, eh, kwa yeah, Watanzania na sio kwamba ni msemo tu, hivyo vitu tunavidhihirisha kwa vitendo ya kwa vitendo ambavyo vinaonekana kwenye namba zetu. Na katika kuendeleza juhudi za serikali za kuboresha sekta ya elimu kutoa unafuu kwa wafanyakazi, Benki ya Azania imezindua huduma mbili mpya za kifedha ambazo ni Boom Advance kwa wanafunzi wa elimu ya juu na Salary Advance kwa wafanyakazi wa serikali na sekta binafsi wenye mikataba na benki hiyo. Huduma hizo zinalenga kuwawezesha wananchi kupata unafuu wa kifedha katika kipindi cha mpito kabla ya kupokea mikopo au mishahara yao ya kawaida. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa uzinduzi huo, afisa mwandamizi wa idara ya masoko wa benki ya Azania Elizabeth Nyatega amesema huduma ya Boom Advance inawalenga wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu wanapopata mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Amesema kupitia huduma hiyo wanafunzi hawatalazimika kusubiri mikopo yao ingie kwenye akaunti, bali wataweza kupata mkopo wa muda wenye masharti nafuu ili kujikimu wakati wakisubiri fedha hizo. Wanavyuo wataweza kukopa kiwango cha asilimia 50 ya kiwango cha boom cha miezi miwili. Kama tunavyojua, wanafunzi wa vyuo vikuu boom wanayopokea huwa ni ya miezi miwili, kila miezi miwili wanapokea. Kwa hiyo kile kiwango ambacho anaweza akakipata anaweza akakopa mpaka asilimia hamsini. Kuhusu huduma ya salary advance, Nyatega alisema inamwezesha mwajiri kupata hadi asilimia hamsini ya mshahara wake kabla ya tarehe ya kawaida ya malipo, ambapo mkopo huo hulipwa mara moja mshahara unapoingia kwa riba nafuu ya asilimia tano. Ameongeza kuwa huduma hizo zote zinapatikana kwa urahisi kupitia simu ya mkononi kwa kubofya nyota 1575 leri, kupitia Azania Bank mobile app au internet banking na kubainisha kuwa maboresho ya kidijitali yamewezesha benki kutunukiwa tuzo ya ubora wa huduma za kidijitali katika Africa Bank Awards 2025 zilizoandaliwa na B2 Finance. Asante sana mtazamaji, na Sofia Amani hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana Nezia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, hii ni TVE Habari, mimi ni Sofia Amani na ndiyo tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutatizama habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na Roman Shirima. Mimi ni Sofia Amani, asante na endelea kubaki nasi.